Nazo sherehe za kitamaduni za jamii ya Maa zimetoa nafasi kwa biashara hasa ya ushanga na bidhaa mbalimbali kunoga katika eneo la Amboseli. kina Kinamama wanaouza ushanga na bidhaa zingine kwa maelfu ya wageni ambao wanahudhuria hafla hiyo, wanasema kuna haja ya Serikali kuimarisha soko la shanga ili kuimarisha mapato ya. Robert Masaya anahudhuria sherehe hizo na sasa anaungana nasi mbashara kwa mengi zaidi. Na, naam, Rashid, asante sana. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka Aa, eneo la Amboseli. Itakumbuka kwamba leo ni siku ya pili kwenye sherehe za jamii ya Maa katika eneo hili ambayo inaandaliwa katika kaunti ya Kajiado kwa awamu ya tatu, kwa sababu mwaka uliopita tulikuwa kule Samburu, mwaka huo mwingine tulikuwa katika kaunti ya Narok, na sasa jamii ya Wamasai, zaidi ya watu elfu ishirini wamekita kambi hapa kuweza kuhudhuria sherehe hizi. Lakini leo tunaangazia sana sana soko hapa. Ukiangalia nyuma yangu, utaona kina mama kwa wingi kabisa wanauza ushanga na bidhaa mbalimbali Um, ambao wametoka katika kaunti tofauti tofauti. Tuna kina mama kutoka kaunti ya Samburu wako hapa kwa ajili ya kuuza, na vile vile tuko na kina mama kutoka kaunti ya Narok, na vile vile kaunti ya Kajiado na kaunti zingine, lakini nitazungumza na wao, tusikie labda kama wamepata fursa nzuri ya kuuza na je, kama wameridhika ama wana lipi la kusema kuhusiana na biashara hii ya ushanga. Itakumbukwa kwamba jamii ya Maa moja ikitaka uchumi ni biashara ya ushanga na, nitaanza na huyu hapa ambaye anatoka kaunti ya Narok karibia tu hapa hivi um, labda tuambie hapa, mnafanya nini? Mnauza, naona mnapendeza kweli kweli, yeah. Je, mnauza nini na biashara ikoje? Eh, kwa majina yangu ninaitwa Rose Ketere natoka Narok County. Uh, natoka Narok County na tulikuwa tumeandaliwa hii Cultural Week yeah. Na tukawekwa ngawa, tunasema sisi wa mama ya Ushanga Initiative tunaomba sana tuwe tunaizabiwa kwa sababu ukiona saa hii kalcha yetu, ukiona hata soko uone, kila mtu, hakuna mtu anaruhusiwa hapa kuingia bila shanga ama bila shuka au wesi ingia. Na hata jana, wewe ulisikia tulisema, leo hata mwanaume awezi faa long leo. Ni free free na anafaa shuka na shanga hmm, na hiyo kazi yote inatengenezwa ina na wamama. Nilikuwa tunaomba national government, county government ili tupate kuwezeshwa tupewa women, kwa sababu Ushanga Initiative ah. imekuwa ni kitu iko na market all over e, kwa Kenya na hata nje za Kenya, lakini tuko na challenge moja, hatuna soko ya kuweza kuuza hizi vitu mm -hmm. Na tunashona wamama wetu wamejitolea kushona, ukiona hii soko tumejaa, kutoka Naro kaunti, Samburu, Kajiado, Ldiamus, Nakuru, wale Kwale, Pwani mm -hmm. Kila mama amehusika na mambo ya ushanga, na hii kacha kukua inawezeshwa na wamama kushona hiyo shanga kwa sababu kacha hawezi kuwa kama hakuna shanga. Ukiona hata gafanasi wetu jana vile wameng'ara, wamevaa Kimasai, wamevaa shanga. Kwa hivyo tunaomba eh, baba yetu wa taifa, uh, uh, Excellency President atukumbuke wamama kwa mambo ya ushanga initiative. hata nasi tuwe tunatengwa kwa kutengewa kitu ili tuwezeshe na tutafutiwe soko kwa sababu hii shanga zetu imekuwa na marketing lakini hatuna soko ya kuuzia haya. Asante sana kama tourism wanakuja kwa sababu ya shanga, kwa hivyo Robert nasema Eh, mtukumbuke, na hata county government watukumbuke, wamama ya ushanga initiative, tuinuliwe tusapotiwe, na hakika tutasonga mbele. Asanteni, asante sana. Tupate pia sauti ya mfanyabiashara mwingine hapa. Nyinyi mnafanya biashara, anasema challenge kubwa kabisa ni maswala ya soko. Je, mungependa serikali ifanye nini ili kuwapiga jeki? Asante sana kwa. Majina yangu ni Priscilla Seno, nimetoka upande wa Narok. Eh, changamoto nyingi sana tuna face tukiwa wamama wa mashanga ni hatuna soko tunaomba Serikali yetu tukufu ikiongozwa na President William Samoei Ruto kutuangalia hapa, kwa sababu sisi tunaamini utamaduni haiwezi kuwa kama bila ushanga. Ukitaka kutambua Maasai ni mpaka afae shanga, ni mpaka afae shuka na akiwa na hizi vitu zetu sasa, utatambua ni utamaduni, kwa sababu sisi wamama tunategemea hiyo kasi ya ushanga, ndio tupate school fees ya watoto wetu. Kwa hivyo tunaomba tu serikali yetu tukufu itujengee soko na iweke first priority mambo ya ushanga, kwa sababu ndio tunategemea tukiwa wamama wa Maa. sisi tukiwa wamama wa Maa hakuna biashara nyingine tunajua zaidi kushinda hii ya ushanga, na tukiwekwa kipao cha mbele, tukijengewa soko, iweke hii biashara yetu ikue valued tuta kuwa pia sisi tunafurahi na vitu zetu zitapata market, so tunaomba tu serikali yetu ituangalilie leo kwa sababu hiyo kitu ndio tunategemea tukiwa wamama. Aya, asante sana. Aya, asante sana pia, wacha tupate huyu mwanadada. Kuna wale wasichana ambao kwa bahati mbaya walipata mimba za mapema, wamekatiza masomo, wengi wao wanategemea shughuli hii ya ushanga na biashara kama hizi. Unaona kuna haja ya mafunzo zaidi na mambo kama yale? Naam. Uh, kwanza kwa majina ni Antonia Milanoi, mimi ni mkazi wa Kajiado Uh, kijana uh, a, lead, a, youth leader in Kajiado County uh, lengo letu la kukuja hapa hivi kwanza kama vijana ni ku amplify sauti za vijana. Kuna vijana wametoka wame shuleni do, kwa, kwa sababu ya kukosa karo kwa sababu za mimba za mapema, na wakikuja huku nje wanabaki, wanabaki na swali moja, mapato yao watatoa wapi? waki, sasa wanaingia kwa kwa hizi shughuli za kutengeneza mashanga as an income to their, to their families na pia uh, jamii mzima so, anza kuingia kwa hii mashanga wanapata pia, soko iko limited. Soko kama ya Masai market in Nairobi hawaja uh, prioritize the marginalized communities kama the Maa ka, the Maa nation, the Maa nation ni uh, ni wao ndio wako identified na hizi mashanga. Wakipewa kipaumbele kwenda kufanya masuala yao ya, ya kuuza mashanga pale, itatusaidia pia sisi ku establish ourselves na pia kuwezesha economy ya Kajiado pia. Hiyo uh, soko iki panuka zaidi, tutafutiwe market za nje zitakuwa mzuri sana kusaidia vijana wale wenye wamejihusisha katika kutengeneza shanga. Naam, asante sana. Naona mwelekezi wangu anasema muda umetupa kisogo. Bila shaka umesikia Rashid. Hawa ni kina mama ambao wanafanya biashara ya ushanga hapa. Si wao peke yao, kuna wanaume pia wanauza viatu vile vya wanaita wenyewe okala rungu na maswala mbalimbali kuhakikisha kwamba wale ambao wanafika hapa wanapata zile mavazi ambazo zitahakikisha kwamba wanaonekana kitamaduni kabisa. Kwa hivyo tunazidi kufuatilia tu, ni siku ya pili, tutakuwa hapa hadi siku ya Jumamosi, kuweza kufuatilia ambapo rais William Ruto anatarajiwa kuja kufunga hafla hii ambayo imewaleta pamoja uh, wakazi kutoka jamii ya Maa. Kutoka hapa sina la ziada, narejesha kwako. Mimi naitwa Robert Masai. Na Robert Masai, naona kwamba pia umependeza sana kwa vazi hilo, kuanzia leo mpaka Jumamosi, na usitusahau na sisi ili tuhakikisha kwamba tumeweza kupata mavazi ya kiasili ya jamii ya Maa. Lakini shukran sana kwa kina mama, wanasema kule mambo ni free free, ndio ameweza kutoa kauli ambayo ni kiwagizo cha siku hii ya leo. Lakini mamlaka ya ujenzi wa barabara kuu nchini kenhat